Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Mungu Baba upendo wa rahimu, nikiungana na Yesu Kristo Mwanao, nikisukumwa na Roho Mtakatifu pia nikiongozwa naye, mikononi mwako mama makamu wa mama mkuu wa shirika, mimi mwenye Teresia Maria Anastazia Thadeo Antony baba na kutolea sadaka ya maisha yangu katika shirika la Bene Telesia naweka nadhiri ya usafi wa moyo, ufukara na utii kwa mujibu wa roho na katiba ya shirika hilo. Nakubali kuishi katika upendo wa ndugu tunaochangia jumuiya, kuwa mtume wa habari njema ya Yesu Kristo na kushuhudia upendo rahimu wa Mungu Baba popote nitakapokuwa katika utume wa kanisa. Na kutolea nadhiri hizo kwa mwaka mmoja, nikitamani kuwa siku moja nitakutolea nadhiri hizo kwa maisha yangu yote. Pokea Baba Mtakatifu, sadaka hii ninayo kutolea pamoja na ya mwanao na ikutolea nikikutumainia kama mtoto ili niweze kuendelea kushirikiana naye katika kujitolea kwa ajili ya wengine nikiwa ndani ya joho la mama bikira Maria kwa kuiga mfano wa mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu. kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Mungu Baba upendo rahimu, nikiungana na Yesu Kristo mwanao, nikisukumwa na Roho Mtakatifu pia, nikiongozwa naye, mikononi mwako mama makamu wa mama mkuu wa shirika, mimi mwene Terezia Maria Imakulata Paulo Chamangali, Baba, na kutolea sadaka ya maisha yangu katika shirika la Bene Telesia, naweka nadhiri ya usafi wa moyo, ufukara na utii kwa mujibu wa roho na katiba ya shirika hilo. Nakubali kuishi katika upendo wa ndugu tunaochangia jumuiya kuwa mtume wa habari njema ya Yesu Kristo na kushuhudia upendo rahimu wa Mungu Baba popote nitakapokuwa katika utume wa kanisa. Na kutolea nadhiri hizo kwa mwaka mmoja, nikitamani kuwa siku moja nitakutolea nadhiri hizo kwa maisha yangu yote. Pokea, Baba mtakatifu Sadaka hii ninayokutolea pamoja na ya mwanao, naikutolea nikikutumainia kama mtoto, ili niweze kuendelea kushirikiana naye katika kujitolea kwa ajili ya wengine, nikiwa ndani ya joho la Mama Bikira Maria, kwa kuiga mfano wa Mtakatifu Terezia wa Mtoto Yesu.